Kuanzia sasa au kuanzia leo, nadhani hatutakwenda Uwemba tena. Tulikuwa tukiacha watoto wetu tunaenda huko, tunaacha watoto kwa muda mrefu, unaenda kujisubirishia mama ili ujifungue, lakini kwa sasa tutakuwa jirani na huduma. Kwa hiyo tunaipongeza sana serikali. Asante sana wakuu wa idara, asante sana mkurugenzi, asante sana mkuu wa wilaya kubwa na, mungiru, na miaka kumi kiwezekana tungefika njiani tukagombana wengine wakawa wanatoroka mpaka maeneo yayo, lakini tunawashukuru kwa maamuzi yao mliofanya na endeleeni kufanya hivyo ikiwezekana na maeneo mengine, kwa ajili ya kuhakikisha kwamba huduma za afya zinapatikana kwenye maeneo yetu. Kwa mimi nitoe pongezi kwa, kwa kazi kubwa hiyo ambayo umeifanya na huu ndio utu ndi ndo, e, una unaamua kumhudumia mwananchi wa hali ya chini aliyeko kwenye maeneo haya. Na mimi niwaombe wananchi wa Iwungilo, sasa tumieni kituo hiki cha afya kwa ajili ya kujipatia matibabu, kufanya uchunguzi wa afya zenu na miili yenu. Hamna haja ya kuugulia ndani, hakuna haja ya kujifungulia ndani matokeo kusababisha kifo cha mtoto au kifo cha mama. Njooni kwenye vituo vya afya, na sisi tuko tayari kwa ajili ya kuwahudumia. Hii kituo tunaendelea kujenga, tujenge vituo vingine vya halmashauri. Ni mapato yetu ya ndani, kwa sababu tunakusanya kodi, basi tumeweza kujenga huduma zinazotolewa ni nyingi, ambapo tuna, tuna OPD ya kawaida ambao wagonjwa mbalimbali wanaona, lakini pia kuna huduma za mama na mtoto ambao tunaita ni RCH na zenyewe zinapatikana, lakini pia tuna CTC ambao ni huduma za VVU. Pia zipo, kuna huduma za maabara ambao jengo la maabara pia imalizika, yes, na, na procedure ndogo ndogo pia zinafanyika kwa sasa za upasuaji mdogo mdogo nafanyika.